Tumekuja kujua ni kwa nini na ni kwa sababu tunajua kama wazazi wa community, tunajua nini inaendelea. Yule ambaye tumeletewa si mzuri na si mara ya kwanza, tulisema awali si mzuri, na ofisi ya education kama haitatusaidia, tunajua kwamba shule haitasimama, shule yetu itaanguka. Kile tunahitaji, kile tunahitaji ya kwamba ofisi ya education itusaidia ili shule yetu iendelee, yeah. Mwalimu amekuja na kiburi mwalimu, ati wazazi, mwalimu anaongea matope kwa wanafunzi. Yeah. Yeah. Hey, kila sisi tunahitaji kwamba sisi tunalipa shule fees, watoto wetu wapite mtihani, mm. Lakini mambo ya matusi ya principal tumekatana nayo, yeah. Na tumekuja, yeah. Sijui principal ni mtu sijui ni mtu ama ni mnyama kwa sababu karekta yake si ya mtu kabisa. Kwenye alitoka tunajua alifukuzwa, walimkataa. Na sisi Ngwelo tulimkubali, tulikuwa tumekubaliana na yeye, lakini penye amefika Ngwelo Katao. Kama community tumekataa na Afisi yetu kesho ni kama wanatusaidia kama community ya Ngwelo mm. kama wazazi wa Ngwelo mm. watoe huyu madamu Ngwelo. Bure bure, bure tutafanya maandamano kila siku. Hawa ni wanafunzi lakini sisi kama wazazi pia tumechoka, aende. Na madamu, kwa nini tangia shule ianze hatujawahi kuwa na kitu kama hii? Hii imetusumbua na tumekataa na tunaendelea kusema ya kwamba madam aende, kuna walimu wengi watu, watu, watuletee mwalimu mwingine mm, akuja tusimamisie shule huyu mm, ameharibu shule, amekula shule, amemaliza. Tumekataa kama komuniti ya Gwelo. Asante. Wazazi na komuniti waliungana pamoja, wakakubaliana ya kwamba kwa sababu ya mwendo wa mbali hawataweza, wataweza watoto wao kusoma, ili watoto wazome, wakaleta hii shule iwe karibu. Mzazi mwenye hana uwezo wa kupeleka mtoto mbali asome hapo karibu, mzazi mwenye hataweza kutoa school fees apeane vitu kama material form mahindi, miti, ili watoto wasome. Saa hizi imefika mahali mpaka hata mzazi akienda kuomba ruhusa ya, ya kwamba mtoto azome akitafuta pesa, mwalimu azikii. Jambo lingine, jambo lingine, shule ni kama factory uh, no, waje kusema nini nyenyeiko? <laughs> Kwangu shule ni kama factory whereby it's just a uniting factor iunganishe wazazi pamoja na wanafunzi na walimu mm. Lakini kama hiyo ni principal mwenye ndakano kuwa a uniting factor, umefika mahali paka hutaki mzazi, hutaki mwanafunzi, hutaki mwalimu, shule itapaki na nani? Nani atakaa na shule na nani. Lazima uelewe mzazi, lazima uelewe mwalimu, lazima uelewe mwanafunzi yeah. Kwa sababu ya hilo naomba mm. sub county ofisa mm. TSC mm. Tuelewe malilio ya Ngwelo. hmm. Hatuko tayari kupoteza shule yetu. Hatuko tayari kupoteza community. Chambo la mwisho nikimalizia, sitaki niseme mambo mengi. Hii shule yetu, mtoto akisomea hapo, akifanya form 4, kama amekwalify kwenda university. Wako walitengeneza, walikana, wazazi wakaelewana ya kwamba kwa sababu hii mtoto asikae nje akae kwa shule wakimfanyia mentoring. Sote tukichagua kozi ya kwenda kusoma wamemfunza wanaendelea kumkaiti kwa hiyo njia tena. Kama ameamua kuwa mwalimu, ajifunze kuwa mwalimu kabla achenda shule hey. Akae kwa shule. Nowadays the principal, vile amekuja kwa muda mfupi, ameamua wale vijana wetu wenye wanataka kwenda university, saa hizo wameenda nyumbani, nyumbanish, hey. Kwa majina naitwa Caroline Nekesa Chapili, mzazi wa Ngwelo Secondary. Niko na malalamishi huyu principal amenisumbua kwa muda. Mimi nimekuwa ninapeana maragwe kwa shule nikisema mtoto yangu asome, nikienda mambo ya rishiti ni hiyo tu. mwaka jana nimekilia school fees. Juus anaandikia mtoto yangu ati niko na elfu kumi na balance moja na mia ine. Sasa imenipa nimekuwa na uchungu, nimekuwa na watoto wawili hapo Ngwelo na nilikuwa napeana maragwe Mahindi nikipata kuku na peana, mimi nifanya biashara ya kabeji, na mwanamke mwenye anaishi kwa landi, mnajua uchungu yenye unaweza kuwa naye. Sasa nikienda ninataka wanipe mimi na rishiti, wananiambia toka Nii. Sasa mimi nimekuwa kama munyama, sasa sina amani na nimetoa watoto wangu maundielukonia huko, nimesema wasome Ngwelo labda shule yetu ina perform mzuri. Sasa wamefanya, mtoto wangu mmoja amekataa shule, amerudi kwao. Sasa niko na mtoto mmoja mwenye ako hapo, saa yote wanamfukuza hadi enda mambo ya rimidio na mambo ya rimidio. Saa hii wasomi watoto wanatoka saa saa tisa shule hakuna rimito, walimu na naona wanatoka sasa. Musipo tusaidia tameni, si tumeangamia. Ninaomba tu, ninaomba tu huyu madamu siku ya leo atoke kweli, na tukuwe na amani kwa shule yetu. Yangu ni hayo tu, lakini nataka tu amani, ni hayo tu. Sawa wazazi hoye! wazazi hoye! kama sisi wazazi wa shule ya Ngwelo secondary school tumeumia side side kutokana na hii principal baya sana. Tangu aingie kwa hii shule tumepata matatizo mengi sana, kutokeseana kwa walimu na nini. Wakazi wa Ngwelo na wakazi wa Ngwelo secondary hiyo kiti imekuja mpaka kama sisi wazazi ambao tumepeleka watoto Ngwelo second, mbona sisi kama wazazi tunapeleka watoto eh, shule na tulipe pesa ya remito, na mwalimu anatuambia hakuna remito kwa shule hiyo. Pesa ilienda wapi? Ilienda wapi? Aseme ukweli. Atuambie hiyo pesa ya remito iko wapi? Sisi tumechoka na huyu principal wa huyu Ngwelo secondary, anaitwa Judith Simiyu. Pia mmoja wa Ngwelo Secondary, mzazi na mkaaji, kile kitu ningeomba kuuliza wizara na wasimamizi wa elimu ni kwamba wasiwe tu wanachukua walimu wanawapeleka mahali kwa shule kama hawajaangalia track record zao, kwa sababu niseme hivyo, unapoangalia huyu eh, principal mwenye ako Ngwelo tunapoangalia ako na track record mbaya, kila mahali anatoka anafukuzwa. So sijui ni kwa nini wizara iliamua ituletee, na wakati tulitoa e, malilio yetu wizara haitaki kufanya vile tumesema. Yani wanafika mahali wanasema hata kama hawa ni wazazi wanaongea, lakini hata hao wazazi maybe ni walevi wa. So kile ninaomba wizara ana idara ya elimu, e, kama kuna shida kwa shule kama mwalimu amestafu wakuja kae na board board pia iulize walimu, iulize wazazi, waelewane ili kwamba mwalimu akikuja na kila mtu afurahie mm. Si kwamba wanaleta mwalimu ambaye track record yake ni kwamba akiingia shule akitoka ni maandamano, akitoka akiingia shule akitoka ni maandamano, na hata leo hii twajua kwamba akitoka ni maandamano na penye ataenda pia itakuwa maandamano. So ni, niulize wizara kwamba Watusaidie pale. Na ninapomalizia, ninapomalizia, sijaiona mwalimu mkuu wa shule yeyote ambaye anafunza na anakuwa na bodyguard, kumaanisha huyu mwalimu wetu huyu anakuja shuleni peze na bodyguard akikuja. hmm. na msichana leo kisha atakuja na mvulana bodyguard sasa yeye akitoka ofisi anaachia huyo. So sisi kama shule na sisi kama wazazi wakaji wa Ngwe, tukajiuliza tuko na shida gani na yeye? Yaani hilo kitu pia limetukera sana kama wazazi, tukasema afadhali tuletee mwalimu yule ambaye atakuwa na uhusiano bora na walimu na wazazi na hata pia na serikali. Asante, imetosha, imetosha. Ye ni mingi wana. wanatuweziweka kila kitu saametosha Yes. Mm. Mm. Uh, lazima pia muwe na heshima nasikia? hatutasikiza Yeah. Yeah. Yeah, tu nyinyi hata sisi nyinyi pia mtatusikiza Yeah. Eh, nyinyi ni watoto lazima muwe na adabu na muwe na heshima na muwe mjue namna ya kuzungumza So masomo yetu ni jukumu letu Nasikia? Yeah. Eh, we are are are not happy that you are here. You here. are supposed to be in class. Mm-hmm. So we want to uh, make every, do to make make everything do possible to make sure that the school comes back to normal. Simu nasikia? Nimeambia huyo akae kando kwa sababu nimeshasikia eh kila mtu anataja mambo yake alafu anasema the principal must go. Oh. That is what you are singing even when you are are even when coming, isn't it? Yes. If I said tumesikiza maoni yenu, tumeona uh, matakwa yenu na mtupatie time tushughulikie kuanzia sasa, unaelewana? Yeah. Eh, we have had your major, hizi zingine ni vitu hapa na pale eh, but we have had your major what concern, si ndio eh. So allow us to sit down and organize

Manasikia watoto na si kwamba hatujui hizi shida zenu huko. Si tumekuwa tukuja. Even what you are telling us is kidogo. We know all your problems caused by who and all that. Sawa so, sawa. So I want to uh, uh, direct that we have heard what your main problem Tusizunguke mbuyu. Mnajua kuzunguka mbuyu mm -hmm. hey, tuzunguke mbuyu eh, tuende huku, tutaje sijui nini nini. we know your problem, allow us to have a meeting here and sit down we we we will we we'll come to school and solve your problem. tumeelewana eh, tunakuja shuleni kwenu tuna solve. hey. solve solve we your your are here to solve your problem, that is our work amwezi kuja mpaka hapa, alafu tusisol. Kwani tutakuwa parents wa aina gani? Si mmenielewa? Haya, so how do you go back to school. Habari zenu? Ni wangapi wananijua? Hamjani jua mimi naitwa assistant county commissiona Webuye, naitwa Samson Orisa na ni kwa sababu ya nyinyi kufika hapa ndio imefanya nikafika. Mulifanya kitendo mzuri, mtembee mfike huku kuliko kuharibu vitu shuleni, na kwa njia, si ndio? so hiyo ninamshukuru, na vile mkubwa wa education amesema matakwa yenu inaenda kushughulikiwa, naelewana mm. Kuanzia saa hii na wewe ukitoka hapa, ile mori ambayo likuwa nayo ukitoka shuleni, omba Mungu wako ikutoke usipatikane tena na matawi. Ukitoka hapo kirudi wapi, alafu ukipika kelele sisi kazi yetu, tunataka tukue na amani. tunapokuwa na shida yoyote <coughs> tuzungumuze kwa njia ya amani si ndio? mm -hmm. E, tutapanga siku hata nimtembelee shuleni, nikuje nimuongeleshe mambo ya masomo. tunaelewana mm -hmm. Vijana mimi mm -hmm. E, nashukuru kwa kuja yenu na wanapanga hata basi ya kumurutisha shule, hakuna mwenye atatembea kwa miguu. Sasa kila mtu atoke kwa ile ile hasira, naombe Mungu aka aseme Mungu nielekeze kwa njia iliyonyoka, na Mungu nisaidie, nimalize mwendo yangu ya masomo salama. Asanteni sana na Mungu aka